Tunapambana sana tukiamini kwamba ipo siku moja atakuja kufanikiwa kuwa kama wao walivyokuwa, wakina Buse ajikuta brandi yule. Hiso brandi kwani ni brandi yule? bado sana, ana brandi yoyote? mtu anapita kalia kwao, tunamuona na ndala mbili, anaenda location kushuti, ana brandi gani? ana brandi gani? hata kushevo, mtu ashevu. Bana, inakuwaje? Mimi naitwa Ali Adab 13 wa 69 Media. Hope so uko good, kino noma noma, na ndo maana mpo kwa channel yetu sasa hivi. Bana, leo niko kipande fulani hivi eh, kuna magari mengi sana. Sijui panaitwaje hapa lakini uzuri tuko na mwenyeji. Na mwenyeji ambaye nimefika aje nifanyia prank, nimefurahi kwanza kwa hilo. Tuko na Issa PhD. Inakuwaje nukia? Kama kawa. Unyama kabisa? Unyama. Fresh? Namshukuru Mungu. Wakati naambiwa nakuja kukutana na Issa, nikawa na waza ni mtu fulani ambaye yani mkorofi fulani ambaye ikifika atanivimbia sana afu kawaida yani. <laughs> Kwanza jinsi ulivyo hivi ndo Issa alivyo, au kuna vitu e, fulani umepunguza kwa sababu unajua upo kwenye media? Amna, mi ndo maisha yangu alisia, lakini hmm, mbali na maisha haya, nikiwa kazini ndo maisha yangu alisia, kwa hiyo kinikuta location na shoot utanikuta nimevaa nguo za hovyo mm. lakini ukinikuta sehemu kama hizi inategemea na jinsi ulivyonikuta. Mm. Okay, na kwa nini umejiita Issa PhD? Una elimu ya PhD, daktari chochote, labda umesomea? Na mbona ka PhD mwishoni, au inakuwaaje? Amna um, ni jina tu ambalo tumeamua tu kujiita. Unajua kila mtu ana anawo, ana jinsi yeye anavyojiita jina lake, unaona nimejiita mm. Dr. Mchongo lakini pia najiita Issa PhD talent katika hiyo isafd mwisho ndo kuna PhD ye. Kwa hiyo yeah. PhD pia I think ninayo, ila sijasomea kitu ambacho kinafanya niwe mm, na PhD, ila mimi mwenyewe tunahisi ninayo PhD, ndio maana nimejiita mimi. Ah, nimesomea sana nah, sa. Eh, yeah, ndio Tuanze so, kwenye upande mzima wa prank ambazo unazozifanya. Wazo la kufanya prank ulikuwa ni la kwako mwenyewe, kuna mtu alikupatia ile mbali akwambia uh, bwana alifanyie kazi namna fulani na wewe ukalifanyia kazi katika. Asi location, tuna kaida moja. Tukiingia location tunaingia kama kikundi. Umeona? Kwa kila mtu akija anafanya content zake. Katika content ambazo mnafanya, kwa sababu mpo wengi pale, kuna kuna baadhi ya watu tumkiwa mnakaa mnaongea, kuna content mnapeana, kwa sababu wote si mmekutana vijana wa ovyo. Kwa hiyo katika maongezi mawili matatu una, kutambe, una, una, kuna wazo la mtu na unakuwa unalipata. Umeona? Lakini ile content ya daladala ni kwamba ni content ambayo tulikuwa watu wawili ambao tumediscuss ndani ya daladala. Tumepanda hatuna lengo la kushuti, lakini ikatokea tu mimi sina content, ndio nikamwambia mwanangu, tunafanyaje? Sina content ya kushuti. Akanambia hapa ndani ya daladala kuna wazo gani ambao linakujia? Nikamwambia hamna, sina idea yoyote ambayo inanijia ya kushuti kwenye daladala Ndo likatokea lile wazo kwamba hem, jaribu kunifanyia mifujo fujo, umeona mm. -hmm. Nikajaribu kumfanyia fujo. Baada ya hapo, nilivyoposti, nikaona ni content ambayo imeenda viral. Huyo ndo mtu pekee ambaye nishai kumpanga alonipa hilo wazo, lakini walofuatia wote, labda tangazo mm. ndo kufanya tangazo na wakampanga mtu. Lakini hizo content za kwenye dadada kwa so, watu ambao wanawazingua kwenye magari, unajai kumpanga mtu kwamba, bwana mi nataka nikufanyie fujo usiniumize, usinipige yaani, wote unakuta mimi unawafanyia prank moja kwa moja. Yeah, usi, yani nafanyia prank yeah, ni watu tofauti tofauti. Simaona hata content inazopost mm. Kwa hiyo nikisema niwapange, ni kwamba sawa, unaweza ukapanga, lakini unaweza unampanga mtu ambaye anaelewa nini maana sana, lakini wengi wao hawaelewi. Ndio maana wafanya prank wengi wanaenda tu moja kwa moja direct, akipigwa asipopigwa sawa. Unajua, kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye maisha yetu wals ambao tunafanya shapigika sana e, wamenipiga hata hatati hapa, nimepigwa na Wamasai ila sijaposti bado hiyo content eh. <laughs> E, niliwazingua Wamasai ndani ya gari na unajua balala Wamasai, kwa hiyo nimepigwa, kwa hiyo bado sijaposti okay. mm. Familia labda wanakuzunguka, washikaji je, mtu kukwambia, bwana ishu, achana nayo, labda utafute ishu nyingine ya kufanya, kontenti e, hizi unaweza kakuletea madhara aje? Mtu kushauri hivyo, labda familia, wazazi? Wananishauri kila siku, yani kila siku kila siku wananishauri kwamba achana na hizo kontenti ambazo wanafanya, ni kontenti ambazo zinakuhatarishia maisha yako. Lakini mimi nilivyo bro, labda nikuambia ukweli, maisha yangu mi ni kijana ambaye ni ngumu sana kumuelewa mtu kitu ambacho ananishauri, kwa sababu mi ni kidali, naweza ngumi. Kwa hiyo mtu yote ambaye ananishauri, naona bado hajafikia ile level ya mazoezi yangu ya karate ambayo nafanya. Kwa hiyo yeye akisema anishauri, ni kitu ambacho sio kweli, kwa kuna kwa kuna ubishani sana. Naona mimi ni mbishi sana kwenye swala hili, na hata kuja atokee mtu akaniambia niache kufanya prank, nikaacha ni ngumu. Una mkanda mweusi? Hapana, sijapigana bado kwenye ulingo, lakini huku mtaani mtaani, ndo naonyesha kipaji kwa jamii, ikielewa na hisi itanipeleka ulingoni nikapigane na vidali, anajifanya vidali akati ya mna kitu chochote, unaona <laughs> mm. <laughs> Sasa bwana, tuongelee kuhusu ishu nzima ya watu ambao pia wanafanya prank hapa Bongo. Watu wengi naona sasa hivi wameingia kwenye ishu nzima ya prank eh, niseme kati ya wale ambao wamehamasisha watu kufanya prank naye ni mmoja wapo, lakini pia huenda kuna mtu pia amekuhamasisha wewe kufanya hizi prank hapa Bongo. Pengine labda una jina la mtu yoyote ambaye aliweka kuvutia kwenye kufanya pranks? Yeah, yupo. Mimi nafanya prank kwa kupitia brother wangu anaitwa reporter wa mchongo, umeona mm. nafanya prank sana kupitia ye, kwa sababu ni brother ambaye huwa nikikaaga naye mara nyingi, ni mtu ambaye ananishauri vitu vyangu vyote, kuanzia accounts zinakamilika, mambo malipo nini, yeye ndo amesimamia kila kitu, lakini pia ushauri amenisupport, na ila bro, kila bro nafanya sana kwa kupitia reporter mchongo gani ambacho anakifanya. Yule ndo mtu pekee ambaye anafanya prank ambayo mimi naielewa hapa Tanzania. Eh, kwa sababu akiamua kufanya prank unaona kabisa hii ni prank tofauti na watu wengine umeona. Unaona shida na Buse. Shida. Yeah. <laughs> Yule si mshamba. Yaani yeye anavyowaita watu wa shamba. Yeye ndo mshamba kusababu, kwa sababu kwa akili ya kawaida bro, kama ule ambaye mimi naishi kupitia yeye kuangalia kazi ambazo wanazifanya kwa sababu mi ni mchanga bado. Umeona eh? Alafu anaitwa kwenye media ilikuwa ni FM. Mm. Wanamuuliza kuhusiana na mimi. Naona amenikataa pale na ilikuwa TikTok live na reporter mchongo, reporter akamuuliza, unamfahamu mdogo wangu moja mbili tatu, anafanya hivi, baada akaendelea kunikataa. Kwao ni mtu ambaye huenda ana chuki na mimi, afu mimi sijui ni chuki gani ambayo inasababisha yani chukie, umeona? Kwa hiyo sijajua kwamba ana shida gani na mimi. Yeah. Kwa hiyo wewe anachokifanya Buse ujaye kukichukua kama inspiration, ujaye kukiiga ukasema jamaa anafanya kitu noma sana, kitu poa sana. Ngoja mimi nikichukue nikifanyie kazi. Yeye anakifanya sana kwenye mitandao ya kijamii, labda TikTok anaingia live, pia anazungumza na watu, anawazingua. Pengine huenda na wewe ukaichukua kama darasa siku moja ukatumia kama anachokifanya Buse. Hamna content hata moja ambao anafanya Buse ambao mimi naweza nikasema kwamba niige au nimeielewa katika prank zote ambazo wanafanya, kwa sababu wanafanya prank ambazo za kawaida sana. Hata wao wanaweza kutoka hapo, kaenda ukamfuata demo, ukamwambia wewe demo wangu si nini, unajua. Kwa hiyo prank ambazo wanafanya ni prank ambazo mtu yote anaweza kazifanya. Katika prank zangu zote ambazo mimi nazifanya hapa, hamna prank hata moja ambayo bosi anaweza kaifanya, kwa sababu wana hiyo confidence ya kufanya hivyo. Mimi nafanya vurugu, mimi nafanya prank zenye uhalisia, napigwa umeona, lakini licha ya kupigwa pia anapitia changamoto nyingi katika kazi ambayo anafanya. Lakini Buse, content ambazo anafanya ni content za kawaida sana, ni ngumu sana. Mimi sidhani si kwamba kuna content yake hata moja, ndio maana sasa hivi nafikiri kaacha. Umeona, sasa hivi ukiangalia content zake ambazo anafanya ni anaingia live, anaanza kutukana tukana na post kwa mambo ya matusi yale. Nafikiri kuna kitu fulani ambacho yeye mwenyewe amehisi akipo sawa kwenye maisha yake mm Chepa, kuna kipo sawa kwenye maisha ya mm, kwa sababu awezekani mtu kaniwekea jilazi linatokana na nini? No. Ni kijana mdogo kabisa. Mm, na na nashuti kupitia wao. Kwa hiyo kama yeye kaamua kunikataa ni sawa, ni wakati wake sahihi, umeona mm. Ni wakati wake sahihi kuweza kunikataa. Sijajua shida ni nini, na kichupio chake chekundu ambacho anavaa kichwani kila siku kila siku, mtoto wa kiume unavaa kichupio chekundu kichwani, vua. Tunakujua kwamba wewe ni bosi unafanya prank, umeona mm. mambo ya kuvaa vichupio kila siku kichwani vinaingilia naje? Umeona hata mm. kivua kofia watu anamjua, lakini aso anaendekeza sana kuvaa ile kofia yake kama mganga wa kienyeji, labda itakuwa ina iconi, anataka ngumi yule. Ndio kitu ambacho nimekiona, anakutafuta, ananitafuta sana, ila ipo siku moja atanipata Tutakutana tu tu kwenye event yote hmm. Afu mimi nitamwonyesha kwamba mimi ni kidali na yeye ni sija. Hata nimzungumzie vipi? We bro, okay hmm. Tufunge mzizo fit in up. Neno la mwisho kwa Buse, Buse cha kwanza atoe dharau kwenye maisha yake, kwa sababu maisha yanabadilika sana bro. Umeona, leo mimi niko hapa, yeye yuko pale umeona lakini alipo yeye sidhani kwamba kafika sana. Hata kwenye ile interview ukisikiliza, so umeona wenyewe walikuwa na mmoja akawa namkataa a ah, we bado sana Umeona, una yani hawezi akanikataa mimi, kwa sababu brand yake bado haijaa hivyo. Kwa hiyo hivyo namshauri tu aache dharau, lakini aache kujisikia, kwa sababu haya maisha yanabadilika sana. Umeona, leo kwake, kesho kwangu, na sisi wasanii tuna kawaida ya kutrend na kuzima, umeona. Kwa hiyo mimi naweza nikaja nika trend zaidi, afu baadaye tukatakiwa ma content creator ambao tunafanya prank mm, tukutane tufanye jambo moja, afu yeye kaja kumua affect, kwa sababu ana maongezi mazuri na mimi, okay. um. Kuna umoja wa watu ambao wanafanya prank hapa Bongo, labda mna, mnafahamiana mna magroup na nini mna uoga mna mnabadilishana mna, mna mawazo hiyo. E, inatokeaga lakini, kwa mimi sasa hivi sina, kwa sababu wafanya prank tupo wachache sa, sana tunahesabika, unajua. Mko mimi tuseme, katika ma brother ambao nafanya nao kazi sana na mazungumzo na hata likitokea tatizo lolote bro, nimepigwa simu, kuna mtu ananitisha hivi hivi na hivi, anasema sijui nini, nimemrekodi bila kujua, mi kesi nyingi nampelekeaga ripota kwa kwa sababu alipofikia amepitia changamoto nyingi lakini hivi vitu pia vimemkuta. Kwa kila kitu kinachotokea, mimi na reporter nampigia na simu, namtafuta WhatsApp na ananijibu. So brother ambaye anajisikia na dharau ni brother ambaye anaheshimu sana kila mtu. Umeona? Kwa hiyo tunawasiliana lakini sio wote. Okay. mm. uh, Baraza la Sanaa la Taifa Basata, wa walitangaza ba, kwa wasanii ambao wanafanya maigizo lakini wakajisajili, wanaofanya muziki, sijajua. Kwa upande mzima wa nyinyi mnaofanya prank mpo katika eneo gani ya maigizo, wachekeshaji? Sijajua, unaweza kuweka vizuri. Mimi nafikiri ni unajua, komedia yote ambayo anafanya anaigiza. hmm. Nategemea sasa hapo, anaigiza komedia, anaigiza serious, lakini sisi tunafanya prank tupo serious lakini, yule ambaye anatutazama ndo anatuchukulia sisi mm, makomedian. Umeona, kwa hiyo mimi mpaka leo sijajua kwamba mimi niko kwenye fungu la mtu gani mm, kwa sababu watu wengi hukuwa wana comment ya dogo anachekesha sana, labda mimi ni la mtugia, mm. ukua, adugu, labda comedian mm. Umeona, lakini au nimekosea kujibu ile swali? Maana akili yangu kuna muda haipo sawa mm. Sa, sawa sawa, ujibu vizuri kabisa sawa. Ushajirasimisha labda basata? Bado ila nilishaongea na brother mm, reporter kwa hiyo nafikiri wiki hii hapa naenda kuchukua kibali, kila kitu ambacho kinahusiana na sanaa yangu, hata likitokea tatizo lolote wanaelewa kwamba huo ni mtu fulani anafanya kitu fulani, ila bado. Kwa hiyo sasa hivi hata nikikamatwa hapa na polisi ni vibao tu vinatembea, ngumi, tunapigana na polisi, naongezea makesi. Kwa hiyo sina sina kibali kwa sasa hivi, na kwa sana ndani polisi sijawahi kwenda hata siku moja, ila kadri siku zinavyozidi lazima nitawahi kwenda polisi kutokana na prank ambazo nafanya na hatarisha maisha sana. Sawa basi, sawa. Mimi nashukuru sana, nimepiga stori nyingi na wewe. Neno moja kwa mashabiki zako ambao wanakufuatilia na wewe eh, unatamani labda siku moja kuna hatua uifikie. Kwa hiyo waambie mashabiki zako, ongea nao. Ah na, mimi ni kitu kimoja tu ambacho nawaomba kwamba wanaona kitu ambacho nakifanya ni kitu ambacho chuna... Nahatarisha maisha yangu, napitia changamoto nyingi sana. Na wana ambao wanaona na posti wanaona ni kitu cha kawaida sana, lakini mimi ambaye na shoot pale mbele ya watu najitoa ufahamu, licha ya kujitoa ufahamu, changamoto ambazo napitia makofi, ngumi, kusukumana naumia sana. Yaani mpaka nikitoka pale kufanya ile content na kuwa ni mtu ambaye nimepitia yaani maumivu mengi sana. Umeona? Kwa hiyo naomba tu wanisupport, wanapojua wao watanisupport kwa kiasi gani kwa sababu tunapambana sana tukiamini kwamba ipo siku moja atakuja kufanikiwa kuwa kama wao walivyokuwa. Wakina Buse ajikuta brandi yule yule ni brandi? Ah, bado sana ana brandi yote? Mtu anapita kali yako, tunamuona na ndala mbili anaenda location kushuti, ana brandi gani? Ana brandi gani? Hata kushave mtu ashave, maneno yako hayo. Eh hey, mimi simuogopi. Yaani mm -hmm, hata leo kesho nikakutanishwa naye hivi nikamwambia, vipi mnataka ngumi na Buse naambia wewe dogo njoo. Mimi sitavua shati kwa sababu ule ni mtu ambaye umeona kwanza mwili wake na kidari changu mimi. Kwa hiyo hawezi kunifikia kwa kitu chochote. Kwa hiyo asijifanye brandi, hana brandi yoyote kwa muda huu. Bado sana ajitafuti. Bado wala fresh sana. Wao wanapiga story na Issa PhD, moja kati ya watu ambao wanafanya prank nzuri na mimi naenjoy kuzitazama e, moja kati ya prank ambazo na enjoy na nakumbuka niliziona nikacheka ilikuwa kwenye gari na mshikaji hivi aka kama na kupiga piga makofi nilikubali sana, nikasema mshikaji bado mtafuta, tupige naye story kufahamu mengi zaidi, changamoto zake ambazo anapitia. Ametuambia hapa e, anasikilizia, najua siku yoyote ataingia polisi. Na sikuingia polisi, tuambie tu hamna <laughs> shida, tuambie Bwana. yeah, yeah. E, usisahau kufika pale kwenye YouTube channel yetu, subscribe, bonyeza alama kengele, like, comment na kushare kwa wingi, kuwa wa kwanza kwa taarifa zetu, lakini fika pale Instagram, andika 69 Media TZ; Facebook TikTok, andika hivyo hivyo. mimi naitwa Ali Adabu 13. M.